So, ungeimiza, yeah. Eh, President Sulu kufanya jambo gani? Huyu huyu mwanamke mtanzania huyu anasema President Sulu ama president nani zuluasnani akuwe na roho, urafiki urafiki ni kujenga urafiki, ni kusalamiana urafiki lakini ni... huyu mwanamke mtanzania huyu sijui anataka nini, sijui anataka kapiwa ama nini, na akuwe na urafiki mwema na jirani Akiona rais wetu rais wetu akienda kwake, asione ameenda kukatiwa, ameenda kusalamiwa kama rafiki, na tunajua mtanzania ni rafiki wa Mkenya. Nisi mwanamke asiweke mapenzi kwa urafiki. Ndio maana urafiki ni kujenga urafiki ni kusalamiana urafiki ni kuishi mzuri. Sasa yeye anataka kukatiwa na rais wetu, na rais wetu anataka kuimeza urafiki mzuri kati yetu na mtanzania. Sio mtanzania, usione ubaya hii mwanamke yenyewe, anataka kukatiwe, ataki urafiki, anataka kuonekana huko Kenya na si cukutakiii ino tako rafiki io no. Wakenya ni kama wamekasirika wa Tanzania. So wabunge wa Tanzania, presidenti wenu mwangalie, mtafanya jambo gani? Mleta amani kati ya majirani wenu. Tunasema majirani wema wanaishi na upendo. Asanteni.